Usikaikai na mtu anaye wazawaza mambo negative, naambukiza. Mmoja anaandika kwenye kitabu kinaitwa Mind Character and Personality, anasema hivi: ongea imani, utapata imani; ongea mashaka, utapata mashaka. Usikae na watu wanaopenda tu kuongea vitu tu negative. Ukiongea sidhani kama utatokeza. Huyo sio rafiki huyo ana roho ya kurudi nyuma. Ongea na watu wanaosema inawezekana. Haleluya. Sema inawezekana. Wewe ongea mambo inawezekana. Kuna mwingine hapa, mume wake anamwambia, "Ah, mkao tutamwona gari." Ah, labda la kuchora. Labda gari la kuchora. Labda gari la kuchora. Labda gari la kuchora tamaa utatokeza, utatokeza wapi? Wewe mama, mtie huyu baba moyo. Haleluya. Kuwa mtu wa kutia moyo. Chunga mawazo yako. Chunga watu unaozungumza nao katika nyakati ngumu za maisha unazopitia. Sio kila mtu wa kusema naye, na usiwaelezi kila mtu wakati mambo magumu yanapokukuta Waza, una mawazo chanya. Waza mawazo chanya juu ya Bwana, sio kwa kila kitu ukikiona unawaza tu kufa, kufa, kufa. Sema kama Daudi, sitakufa bali nitaishi, nitasimulia matendo makubwa ya Bwana. Una, una malalamiko tu, malalamiko malalamiko, zungumza. Waza mawazo, waza. Kwa mwaka huu, mwaka huu ni mwaka wangu, Bwana atanitendea. Anza kufikiria kuongeza biashara yako, sio kosa, usema mwaka huu nataka niende na mimi niende Uchina, niende China. kuna mtu hapo anasema, mm, pasta, China. Unafikiri China ni Sengera? <laughs> Sasa linawatangazia hapa katika jina la Yesu, kuna wafanyabiashara watakwenda China hapa. Ndio kwa nini kwenda China kunahitaji nini? Sindaja zinafika na watu wanaenda, na watu wanafanya biashara. Tunataka wanawake watanga watakaokwenda China, weka makusudi yako kwa Bwana weka mipango yako kwa Bwana. Ayubu anasema makusudi yako yanafanikiwa katika mikono yake, hakuna lolote alisiloweza kulifanya. Mkabidhi Bwana njia zako, Sulemani anaandika mkabidhi Bwana njia zako na mapito ya njia zako, mkabidhi Bwana misimu ya maisha yako, mkabidhi yeye kwa sababu nguvu na uweza zina yeye. Ni Bwana mwenye nguvu, ni Bwana mwenye ushindi, ni Bwana mwenye baraka. Kabidhi Bwana njia zako, katika mapito yako, katika biashara zako. Tunapita katika mapambano makubwa. Usisahau, unapoanza biashara, usisahau biashara hii iwekwe kwenye mikono ya nguvu za Mwenyezi Mungu katika pambano kuu. Unapoanza kazi, usisahau mtangulize Bwana katika mambo yako, kwa sababu uwezo na nguvu viko ndani yake, viko na yeye. Uwezo uko ndani yake, barabara ni mwanana, njia iko vizuri Hakuna mpando wala hakuna kona, lakini baadaye unakutana na kilima kikali, mapito magumu. Unapanda ngazi moja na unapanda na nyingine, mapito na ukipanda unakuta uwanda wa juu ambao tena ni tambarare, lakini mahali pengine utashuka mlima, kilima unakishusha na namna ya kupanda, mwili unajisikia vinginevyo, wakati pia unashuka ni tofauti. Wafundishe watoto wako ya kwamba maisha yana misimu. Ziko nyakati maisha yatakuwa mwanana, ziko nyakati maisha yatabadilika msimu. Lakini habari njema ni hii, Paulo anasema katika kitabu cha Waebrania ya kwamba Yesu ni yule yule jana leo kesho na hata milele. Haleluya, ni yule yule yeye, ni msimu usiobadilika katika misimu migumu ya maisha. Katika misimu mizito maishani, usisahau fadhili za Bwana, usisahau wema wake usisahau baraka zake. Wimbo ule unanikumbusha, hesabu mi baraka moja baada ya mwingine, ndipo utashangaa jinsi Bwana alivyo mwema, pamoja na misimu unayopitia, pamoja na changamoto unayopitia, pamoja na kulaani siku uliozaliwa, pamoja na kulaani siku ambayo uliambiwa umezaliwa, pamoja na kulaani giza lile lililofunika siku ile pamoja na kulaani wa, uwepo wako. Sikiliza, usisahau kuhesabu baraka za Bwana, usisahau kuhesabu fadhili zake, usisahau. Ndiyo maana katika juma hili, katika sadaka ya kambi tutakayotoa, nenda nyumbani, hesabu mibaraka ya Bwana aliyokupatia, hesabu fadhili zake, hesabu neema zake, hesabu ulinzi wake, na ndipo utashangaa jinsi Bwana alivyo mwema. Na wengine mnafungwa hata na maombi ya wakezewe, sema eh, baba, huyu usimpe hela, ukimpa hela aondoki, huyo anaondoka nyumbani. Sasa wewe kama laki moja tu imekufanya watu hawapumui, ukipata milioni, sivyo, utanyonga watu. Ebu Bwana atupe kuridhika, vikiwepo tuwe na Bwana, visipokuwepo bado tuwe na Bwana. Haleluya, siyo? Lakini kana kwamba haitoshi, Ayubu anajaribiwa hana mawe, kwa lugha za sasa, hana chochote, lakini bado Ayubu, kama ingekuwa leo, bado anaimba njiani huniongoza Yesu wangu Mwokozi, rehema hatapunguza daima, kiongozi ina raha kuandamana duniani ni daima, nijapo sumbuka sana, yeye bado anatenda zema.